Dunia hii ni kama hospitali kubwa ya taabu, kila mahali ukiangalia watu wanaumwa, watu wanaumwa, wengine wanajijua na wengine hawajijui. Anasema Kristo alikuja kuponya wagonjwa na kutangaza ukombozi kwa waliofungwa na Shetani. Yeye mwenyewe alikuwa afya na nguvu, aliwapatia wagonjwa walioteswa na waliojazwa na pepo uzima wake. Ukiona unasema kwa jina la Yesu pepo ondoka, na ondoka, ni kwa sababu Yesu anaingiza uzima wake ndani ya huyo mtu shuku. Hakumkataa yeyote aliyekuja kupokea nguvu zake za kuponya. Alijua kuwa wale walio muomba msaada walikuwa wamejitafutia magonjwa yao wenyewe. Hata hivyo, hakukataa kuwaponya. Naongea habari ya mtu ambaye amepata kansa kwa sababu ya kuvuta sigara. Shetani asikuingize kwenye hatia ya kuona kwamba Mungu hawezi kukuponya. Yesu aliwagusa mpaka waliojiletea magonjwa. Hapa inaongelea mtu ambaye alijipatia HIV kwa sababu ya tabia zako za zinaa, bado ukitubu na ukaja kwa moyo wa toba wa dhati, mkono wa Kristo unakugusa. Iko hapa, nimenukuu kitabu chetu sisi. Hakumfukuza yeyote, kila hata yetu wakati uli... Hapa shuhuda zikitolewa nilimsikia dada mmoja akitoa ushuhuda juu ya, ya ndugu yake ambaye alikuwa ni mlevi. Ni ndugu yake kama sijakosea eh? ni ndugu eh? kaka yake. Sijui kama yule dada yupo mahala fulani, nataka nitumie uh, ushuhuda wake kwa ajili ya kufundishia jambo kuhusu uongozi wa roho Mtakatifu. Ameondoka yule kule? Simama tu upunge vizuri mkono. Asante sana, mungu akubariki sana. Nilipenda alichokuwa nakisema. Uh, nilisema kwamba kuna tofauti kubwa kati ya, ya dini na, na kiroho. Religion and spirituality ni vitu vili tofauti. Dini au religion kama tulivyozoea, imejaa masharti na maelekezo zaidi, lakini kiroho ni mahusiano kwa unakuta kile kitu ambacho ulikariri, kama kingeenda hivi, Mungu anakwambia kwa huyu nitafanya hivi. Ndio sababu Yesu wakati wa uponyaji wake, unakuta, nilitoa mfano wa wale vipofu. Kipofu mwingine anakuja, anamwekea mikono, anaona. Kipofu mwingine, Yesu anatema mate, anakoroga tope. Kuna mwingine anaguswa mara moja tu anapona. Nakumbuka yule kipofu mwingine akaguswa mara kadhaa tena, yule mwingine, kama unakumbuka, ameguswa alafu akaulizwa, waona nini? Anasema naona watu kama miti alafu akaguswa mara ya ngapi? Mara ya pili. Dini inakufanya ukariri mambo, tukitoka hapa tutaingia hapa. Ndio kuna wengine wanakwazwa, hata wakiona ombi la lile la kwanza la kawaida limetolewa na mtu mwingine. Sasa hatuendi hivi, natakiwa lile ombi lile atoe mhubiri. Mimi nilienda South Africa nikashangaa, naitwa kwenda kusoma fungu kuu, na mimi ndio nilikuwa mhubiri nimebeba za kwetu huku nimekomaa nasubiria. Akaambia, Pasta, unasubiriwa kwenda kusoma fungu kuu. Nikamwambia eh, hamna mtu wa kusoma? Sasa ni wewe ndiye unayesoma sasa, nenda na itikadi zako kwamba huwa anasoma fulani. Sasa dada yangu hapo wakati anaelezea hii story, kilichonivutia ni hiki, ni ngumu sana kwa mtu wa dini kukutana na changamoto kama ile ya mlevi alafu umwambie ombea pombe pombe Hey, jamani nilisikia vizuri au nilikosea? Akashika ile pombe akaomba na akaomba mm, na akatamka ikawa, na akasema haya, songa mbele, akaacha hapo hapo kunywa pombe. Haleluya! Hii kitu nataka uongozi wa roho zaidi kuliko maelekezo ya kibinadamu. Nadhani kama mnafuatilia vizuri uh, shuhuda za uwakili za hili kanisa kuna mwaka fulani walitoa katika visa vya uwakili, mtu mmoja kule Uganda ambaye shamba lake lilivamiwa na moto kutoka kwa majirani zake, na ni mtoaji mzuri wa zaka na ametunza risiti zake. Hili hakufundishwa na mtu yeyote. Akakimbia haraka nyumbani, akachukua risiti za zaka, akazichana chana. Unaweza kusema anachana kwa ajili gani? Akachana zote zote, akazizungusha kwenye mipaka ya shamba moto ulikuja ulishia pale pale kwenye risiti zilipo. Sasa shida yetu watu wa dini ni hii, tukisikia hizi stori tunaenda kuiga. Utaweka risiti na litaungua, maana hukutumwa wewe kufanya hivyo. Naposema tumwombe Mungu atusaidie tupate ujazo wa Roho ni kwa kuwa Roho atakufundisha kwamba kwa, kwa staili hii wewe fanya hivi Haleluya, usikariri. Mungu atusaidie sana. Kwa nimependa sana kile kisa, wakati nakisikiliza nikisema hivi, watu wetu hapa wanaelewa kwamba huyu dada ameongea formula ambayo haipo kwenye kitabu chochote, lakini imefanya kazi kwa sababu ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Haleluya, naomba msamama mapema. Nahitaji niwaseme kidogo wa Sabato, dakika chache tumekubaliana, eh? Nimeomba msamaha nikishuka hapa, naamini hamtashindwa kunipa hata maji ya kunywa, ila ngoja niwaseme kidogo. Nyie ni ndugu zangu, lazima niwaseme na ninachowasema nawasemea hapa. Aliyepewa vingi atadaiwa vingapi, na aliyepewa kidogo atadaiwa rejeni tena kusoma vitabu vyenu vya Roho ya Unabii kwa maombi, sio kwa mazoea. Ndani yake kuna siri za ajabu, zimejaa humo, nyingi ziko humo. Mimi ninapochukua kitabu cha Roho ya Unabii nikisoma au Bibilia, sisomi kama mwanathiolojia pale. Hakuna degree inayotakiwa pale, inatakiwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Haiendi degree pale. Hata ukinisikia hapa nimenukuu Kiebrania, Kiyunani, si kwa sababu nilipenda nifanye hivyo, ni Roho aliniongoza, kwamba hili neno dadavua kwa kiwango hiki. Haiwezekani mafungu yote mi nikasoma kwa Kiebrania, nitachanganyikiwa akili lakini kuna sana, mimi nasoma, unasikia Roho anakuongoza kwamba hiyo tafsiri iliyotumika Kiswahili au Kiingereza haina mashiko vizuri, nenda kaangalie zaidi ya hapa. Narudia tena, ukiona kuna kitabu nimenukuu hapa mbele, sio ujanja wangu, sio akili yangu, sina huo uwezo, ni mpaka Mungu anijalie. Ama vitabu yote nayosoma hapa ni mengi, iPad yangu hapa ina vitabu zaidi ya elfu tatu. Kujua ni kitabu gani kina kitu gani ni mpaka Mungu akujalie. Hizi akili za kawaida, nitakuwa naongea mwenyewe barabarani kusoma sana pia kuna vuruga akili, ni mpaka Mungu akujalie. Nikisema tunahitaji uongozi wa Roho, ninamaanisha kwa sababu ninajua kazi yake. Sasa nilisema ninawasema kwa vitabu vyenu viwili kimoja The Desire of Ages. ukurasa wa 323 paragrafu ya pili. Mniruhusu nisome kwa lugha ya mkoloni alafu, baadaye nitasoma kwa lugha ya Kiswahili pale nitakaposhindwa tafsiri vizuri. Yuko Dr. Mpoki na, na, na, na, na shemeji yangu hapo wote watanisaidia kuweka vizuri. Sikiliza kwa lugha ya mkoloni kwanza. When the Savior said, go teach all nations, he said also these signs shall, shall follow them that believe, in my name shall they cast out devils

Not that all the gifts are imparted to each believer the spirit divides to every man several as he will but the gift of the spirit are promised to every believer according to his need for the Lord's work niende katika lugha ya kwetu hapa. Wakati Mwokozi alisema au aliposema "Enendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu," alisema pia na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka na hata wakinywa kitu chochote cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Oh, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata na watapona. Sikia t ahadi hii ni pana kama agizo lenyewe. mm -hmm. Sio kwamba vipawa vyote vinatolewa kwa kila muumini mmoja mmoja, bali Roho Mtakatifu hugawa kwa kila mtu peke yake kama apendavyo, lakini vipawa vya roho vinaahidiwa kwa kila muumini kulingana na mahitaji yake kwa kazi ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akikupa karama ya uponyaji, karama ya kupambanua roho ni kwa ajili ya kanisa, sio kwa ajili yako. Haleluya. Natoa tu mfano kupambanua roho. Mtu ambaye ana karama ya kupambanua roho, anaweza kumsikia mtu akifundisha, anaweza kusikia mtu akihubiri akamtazama, lakini kwa kupambanua roho akakwambia straight Anayesema ndani yake sio roho wa Mungu. Sio kila mtu anayeshika Biblia na kuhubiri anaongozwa na Mungu, lazima ukariri. Ndiyo maana nimepiga kelele na kurudia, usiruhusu. Sio kila mtu anatakiwa akushike kichwa akuwekee mikono. Kuwekea mikono ni kuhamisha roho. Lazima uridhike kwanza ni roho gani iliyoko ndani yake, ndipo kubali mikono yake ikushike. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu mwenye karama ya kupambanua roho ndiye anaweza akajua huyu ni roho gani. Wakati mimi nachunga manzese hapo, mnakumbuka wale ambao mmekuja pale, tulikuwa na ofisi ya juu, tuko na kina mzee muso na wengineo, tuko mle ndani, akaja mtu mmoja akanambia, mchungaji, Mungu amenituma. Ehe, amekutuma nini? Amenituma, amenituma nikuombee, nikuwekee mikono. Nikakubali, lakini wakati nakubali, nilikuwa nakubali kidiplomasia, moyoni roho ananishuhudia kabisa, mimi sijamtuma huyu mtu. Lakini mtu amekazana ametumwa na Bwana. Na sio kwamba mimi sipendi kuombewa, na mimi napenda kuombewa. Kilichonivutia ni kwamba amekuja kuniombea. Na mimi nahitaji niombewe. Msione naongea hapa naombewa na watu ambao hata siwajui. Ndio maana inanipa nguvu. Kwa nikafurahia kabisa. Lakini nasikia Roho wa Mungu ananishuhudia hapana. Huyu mtu sijamtuma mimi. Hana roho wangu huyu. Lakini mtu amekazana. Ukimuona ni mtu mwema, mwisho nikasema moyoni sasa, nikasema Mungu, mimi siwezi kumzuia. Nitamruhusu aniweke mikono lakini ikiwa sio wa kwako, akumbane na wewe. Ameniwekea mikono anadondoka yeye. <laughs> Sasa tahadhari kidogo hapa. Mungu anawatumishi kila mahali, ninakubali mimi. Ndio msimamo wangu na nina ushahidi wa roho ya unabii kabisa. Mungu ana watumishi kila mahali, na sio kila mtumishi unayemwona kule nje, ambaye sio wa imani hii, ambaye sio wa Mungu. Chunga sana, roho ya nabii imekataza hilo, na ushahidi wa kutosha, lakini sio kila mtumishi ni wa Mungu na msiwapime watumishi kwa madhehebu yao. Kuna wasabato mawakala wa Shetani. Usitishiwe na dhehebu lake, mpime kwa neno. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze, hata kama ni chungu Sije ukasema lakini ni msabato. Hakuna, hakuna, hakuna tuangalie hiyo, hainitishi. Nikwambia hainitishi, kwa sababu nimeona mengi, mzee Odera. Nimewahi kuhudumu na mtu kule kule kanda ya Ziwa. Mwisho tunafanya maombi kama tunafanyaga hapo, mwisho tumemaliza tunasema sasa tuombe, tunamaliza huduma, akashindwa kunyanyuka kwenye kiti, na huyo ndiye alikuwa ananisaidia kwenye huduma. Hata watu wakiwa na mapepo ameshikwa yeye, ndiye ananisaidia kushika lakini baadaye nilivyokuja kugundua kwamba baadhi ya mashambulizi yanatokea huko kanisani, nikaomba tu Mungu kwamba wote uwatandike na washughulikie kweli kweli na wasinyanyuke. Na yeye hanyanyuke. Sasa nikashtuka. Eh, mbona ndiyo mtu wangu huyu tuko naye hapa? Nakumbuka tulikuwa na mchungaji pale, tulichoma madudu mengi sana maana aliyaleta mwenyewe, akaleta tukateketeza yote yakaisha. Nakumbuka no, alikuwa ni mzee wa kanisa, kiongozi ambaye tulishirikana naye, maana anajua kutunza siri. Akaniambia sasa mchungaji, eh, tunataka tumtoe ushemasi nikamwambia, mtakosea sana sasa. Ndio anamtumikia Mungu vizuri. E, muacheni hivi hivi. Kwayo, kwa hiyo nachokusini kwamba omba ujazo wa roho wa Mungu. Hiki ni kitu cha kuomba sana. Omba Mungu akufunulie, usije ukatishwa na ubebaji wa Biblia. Kuna mtu anaweza akabeba Biblia na roho ya unabii na concordance za kutosha kabisa, lakini bado tukija kwenye hoja ya kiroho, hatupimi hivyo tunahitaji roho wa Mungu atusaidie kupambanua. Haleluya, sikia hii dondoo ngumu kabisa na ilinimaliza nguvu hii, ukurasa wa huo 323 paragrafu ile ya pili, naomba nisome pia kwa lugha ya mkoloni, alafu nitakuja katika hizi lugha nyingine. They shall lay hands on the sick and they shall recover. This word is a vast lesser house, but Christ came to heal the sick.

to heal the sick now as when he was personally on earth christ's servants are his representatives the channel for his working he desires through them to exercise his healing power lugha yetu ya kibantu wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona au watapata afya Dunia hii ni kama hospitali kubwa ya taabu. Kila mahali ukiangalia watu wanaumwa, watu wanaumwa, wengine wanajijua na wengine hawajijui. Anasema Kristo alikuja kuponya wagonjwa na kutangaza ukombozi kwa waliofungwa na shetani. Yeye mwenyewe alikuwa afya na nguvu. Aliwapatia wagonjwa walioteswa na waliojazwa na pepo uzima wake. Ukiona tunasema kwa jina la Yesu, pepo ondoka, anaondoka, ni kwa sababu Yesu anaingiza uzima wake ndani ya huyo mtu shup. Ile nguvu ya Yesu ikiingia, pepo hawezi kukaa tena, haleluya. Anasema na wakati oh, hakumkataa yeyote aliyekuja kupokea nguvu zake za kuponya. Alijua kuwa wale waliomwomba msaada walikuwa wamejitafutia magonjwa yao wenyewe. Hata hivyo, hakukataa kuwaponya. Naongea habari ya mtu ambaye amepata kansa kwa sababu ya kuvuta sigara. Shetani asikuingize kwenye hatia ya kuona kwamba Mungu hawezi kukuponya. Yesu aliwagusa mpaka waliojiletea magonjwa. Hapa inaongelea mtu ambaye alijipatia HIV kwa sababu ya tabia zako za zinaa, bado ukitubu na ukaja kwa moyo wa toba wa dhati, mkono wa Kristo unakugusa. Iko hapa, nimenukuu kitabu chetu sisi. Hakumfukuza yeyote anasema. Nimependa sana hii sentensi alijua kuwa wale waliomwomba msaada walikuwa wamejitafutia magonjwa yao wenyewe. Hata hivyo, akakataa kuwaponya. Na wakati nguvu ya Kristo ilipoingia ndani ya nafsi zao maskini, walihukumiwa dhambi zao, walisikia hatia ya dhambi, na wengi waliponywa magonjwa yao ya kiroho pamoja na maradhi yao ya kimwili. Hii ndiyo hatia yetu wa Sabato. Injili bado ina nguvu ile ile, na kwa nini tusishuhudie matokeo yake leo? Swali anauliza Ellen White, Kristo anahisi maumivu ya kila mtesekaji. Wakati pepo wachafu wanapotesa mwili wa mwanadamu, Kristo anahisi hiyo laana, yaani kule mbinguni alipo. Unaweza mchungaji, sasa kama mtu akipagawa na pepo hapa, Kristo kule, ile laana naye anaihisi. Kwa nini hamtoi sentensi iko hapa chini inataja kwa nini hamtoi, japokuwa nahisi yolana. Sentensi iko hapa chini, amejibu vizuri anasema, wakati homa inachoma mtiririko wa uhai au mwili wa mtu, yeye anahisi maumivu hayo, na yeye yuko tayari kuwaponya wagonjwa sasa kama alivyokuwa wakati alipokuwa duniani kibinafsi. Watumishi wa Kristo ni wawakilishi wake. Oh, jamani, tunaisikiliza hiyo vizuri eh? Kama unaisikia sema amina kwa nguvu. Anasema njia ambazo kupitia hizo anafanya kazi anatamani kupitia watumishi wake ili kuonyesha nguvu zake za kuponya kupitia kwao. Nataka nisogee kidogo kwenye nafsi yako uelewe hili, niwaulizeni swali. Nguvu ya Kristo ya uponyaji inafanya kazi leo au haifanyi kazi leo? Nauliza tena, inafanya kazi? haifanyi kazi? Mmegundua tatizo liko kwa waumini au ni kwetu sisi watumishi? Narudia, narudia hii sentensi. Anasema hivi, watumishi wa Kristo ni wawakilishi wake, njia ambazo kupitia hizo anafanya kazi anatamani kutumia watumishi wake ili kuonyesha nguvu zake za kuponya kupitia kwao. Na mimi naulizeni swali, tatizo liko kwa waumini au kwa watumishi eh? Kwa hiyo tumeweka mikono juu ya mashemasi hapa, hatufanyi maigizo, tunafanya kitu halisi. Hawa mashemasi ambao tumewekea mikono hapa, nguvu ya Mungu iko ndani yao, lakini je watumishi wasipofanya kazi Mungu pia hafanyi kazi. Twende zaidi ya hapo na ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Ukiona wengine wafanyi kazi, wewe uliyempokea Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yako, nenda ukafanya hii kazi. Twende kwenye mahospitali tukaone wagonjwa, tusiende kwa tabia ya kwenda kumwona mtu tunayemfahamu tu twende hospitali saa ya kuona wagonjwa, ingia mle ndani kwenye vile vitanda, tembea, usiende kumwona mtoto ambaye unamfahamu, tamka neno la uponyaji, maana Mungu anasubiria, anasubiria, anasubiria. Sijui ni hapa nilisema au ni Mbezi Bichi. Hana alipokuwa na shida ya mtoto, akiwa yuko pale ndani pale, anamlilia Bwana, ni kana kwamba ilisubiriwa tu batani ya kuhani aibonyeze ili apate mtoto.